Kocha tayari, eh! Hey, safari njema! Hi, hello, Jaju, mambo mwako? Ujambo, mzima? safari njema, fresh. Sema, safari njema, baba huyo.

Sina unafanya kazi Masalanga, au au ni mbaya kufanya kazi. Kila kazi ina ina ugumu wake. Eh. Ugumu wa kazi yangu ni nini Masalanga? Ugumu wa kazi yangu sasa hivi uko macho. Eh. Wewe mwenyesi unaenda kazi, mimi naae, tuna utofauti gani? Kila mtu ana ugumu wake. Eh, tunapambana sote